Habari za mda huu wapendwa watazamaji, karibuni sana kufuatilia kipindi cha hali halisi ya mazingira. Leo tutazungumzia tarafa fizi na mlimo, hususan katika vijiji vinavyonikia kijiji cha Sebele. Kipindi hiki kimeandaliwa na TK TV Baraka, kuchukuliwa kwa umakini na Pepeo Ulonja kama cameraman na mshika picha kupangwa na kutiwa sauti. Nami Juma J Masoko. Karibuni, tuendelee pamoja katika safari hii ya kugusa uhalisia wa mazingira yetu. Leo tutaongelea kuhusu tarafa Fizi na mazao ya chakula. Msimu wa kulima na kupanda umefika, mvua zimenyesha kila siku na hali ya hewa imekuwa nzuri kwa shughuli za kilimo. Kwa muda mrefu wakazi wa Fizi walikuwa wakitegemea chakula kutoka nchi jirani kama Tanzania na Burundi. Hata hivyo, kwa sasa wakulima wameanza kujitegemea kwa kulima mazao mbalimbali. Fizi imebarikiwa kuwa na udongo wenye rutuba na hali ya juu unaofaa kwa kilimo cha miogo, vitunguu, cabbage, nyanya mahindi maharagwe na mazao mengine mengi. Ni jambo la kutia moyo kuona kwamba wakazi wameanza kujihusisha kikamilifu na kilimo. Leo TKTV Baraka imetembelea vijiji vinavyoendelea kuinukia, kijiji cha Sebele kilichopo katika sekta Nganja, umbali wa zaidi ya kilomita 40 kutoka hapa mjini Baraka tumekuta kina mama wakifanya kazi kwa bidii na juhudi za kweli katika mashamba yao. Kwa sasa Baraka inapata chakula bora kutoka maeneo hayo, na hali hii inashiria mwamko mpya wa kilimo katika tarafa la Fizi. Ngao kuhusu uwekezaji mdogo katika kilimo Fizi. Kulingana na takwimu za kilimo imeonekana hakuna tajiri au mtu yoyote mwenye kipato cha kutosha anaiweza katika sekta ya kilimo. Hii imekuwa ikileta maswali mengi kuhusu kwa nini watu wengi wafizi wamekuwa waoga kuwekeza katika sekta hii ambayo ni muhimu zaidi. Baadhi ya wakulima hususani wakina mama wamelalamika kuwa hata mazao yao madogo hayapati wanunuzi. Wengine wanalalamika kuwa tarafa ya Fizi imekumbwa na ushuru mwingi pamoja na kamba nyingi za makundi yanayoshikilia ya silaha, jambo ambalo limehasiri biashara na uwekezaji. TKTV Baraka imeandaa kipindi hichi kinachogusia hali halisi ya mazingira ya kwetu Fizi ili kuweza kujifunza, popote ulipo. Mimi niite juma J. Masuku pamoja na mshika picha wangu ambaye ni kameramen pepe pepe Wewilonja. Tupo kukuletea taarifa hizi moja kwa moja. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare kazi zetu.